Hayo yameelezwa na mstahiki meya wa jiji la Tanga Mheshimiwa Seleboss Mustapha wakati akifunga mafunzo ya wakufunzi wa utoaji elimu kwa jamii kuhusu athari za matumizi ya dawa za kulevya yaliyotolewa na shirika lisilo la kiserikali la Gift of Hope Foundation kupitia mradi wa Focus on Youth Not the Substance na kusema kuwa vijana wengi wameathirika. Kuna jicho la tatu ambao ni muhimu sana kwangu mimi, waandishi wa habari, tunao vijana wengi sana kule tunao watu wengi wengi sana ambao ni waathirika na ni wahanga madawa kulevya. Na bahati mbaya sana imesomwa taarifa hapa, Tanga ni wa pili. Si wa kujivunia nafasi ya pili. Tuwe sehemu ya kwenda kupunguza hii namba, basi tutoke kwenye mbili twende kwenye namba ya mwisho kwenye madawa kulevya. Twendeni tufikishie ujumbe kwa walengwa. maana yake ni nini? Moja, tutakuwa tumsaidia mama yetu Samia Suluhu Hassan kupunguza misongamano lawama za watu waliokata tamaa kwa sababu madawa ya kulevya. Katibu Mtendaji wata, hiyo, mesema, wa taasisi hiyo Saidi Bandawe amesema mafunzo yamekuwa na mafanikio makubwa kwao kwani washiriki wamejitokeza kwa wingi na wamepata elimu. Tumeweza kufanikiwa tuni hii ya siku tano, tumechukua wadau wa sekta mbalimbali, hakika hili jambo limeenda limetekelezwa kupitia u mradi uliofadhiliwa na eh, Tanga yetu kupitia ufadhili wa Botna Foundation katika program ya Tanga yetu phase 2, na sisi tumefanikiwa kufanya huu mradi unaoitwa Focus on Youth not the Substance, yani kwa maana tuwazingatia vijana sio dawa za kulevya. Hawa waliofundishwa wanaenda kupeleka kwenye jamii, na tunaamini kwa sababu watakuwa ni wakufunzi wanaenda kuwaelimisha jamii wanatanga. Wakufunzi tulikuwa nao arobaini na tano lakini waliomaliza hii kozi ni wakufunzi arobaini na mbili kiufuatiliaji, maanake tumefanikiwa kwa asilimia na nao baadhi ya wa washiriki wamesema wamejifunza vitu vipya, ikiwemo elimu ya jinsi ya kuwafikia walengwa na jinsi ya kuwapa elimu dhidi ya athari za dawa za kulevya. Tumepata mbinu mbalimbali mbali na strategy ambazo zitakwenda kutumika kwa ajili ya kuhamasisha vijana ili waepukane na utumiaji wa madawa ya kulevya, kwa sababu madawa ya kulevya yamekuwa yana athari kubwa katika maendeleo ya vijana hasa hasa kiuchumi, kimwili na kiafya hata kijamii pia. Tumejifunza mbinu mbalimbali za kuweza kuwafikia vijana hawa, na pia tumejifunza mbinu mbalimbali hata za kuweza kuikabilia kukabilia familia, kuisogelea familia pamoja na jamii, kuwasaidia vijana wale ambao wanafika pale kuanza huduma ya methadoni. Na pia itanisaidia zaidi kujua tabia zao na jinsi ya kuweza kuwasaidia hasa kisaikolojia na kijamii kwa ujumla. Kutoka hapa mkoani Tanga, Rajab Athmani, Watetezi TV.